Tuna adhabu sababu nyingine ya mizimu, ina uwezo wa kukupiga na kukuadhibu kwa sababu ya mume uliyeolewa naye, na kwa sababu ya mke uliyeoa. Siko hapa kuvunja ndoa, ila nataka tuzitengeneze vizuri ndoa zetu. Na kuna wengine ninavyosema hapa, nasema ila kweli, yani yule mwanamke nuksi aomtubchndo amethibitisha, mimi siendi huko. Mimi nataka nikuonyeshe hivi, sikiliza, sikiliza mizimu inachofanyaga, sikiliza, iko hivi, iko hivi. Unaoa mke sawa, okay, ngoja nitoe mfano. Naomba njoo njoo na binti yoyote, maana siwezi kutolea mfano wa kijana na mama <laughs> asante sana mamangu, ubarikiwe sana, asante sana. Tutahubiri wote kwa dakika moja, sawa? Pande zote mbili, asante. Huyu ameokoka, yuko vizuri, na huyu naye ameokoka, sawa. Ila huyu kwao kuna mamizimu, tunaenda sawa, na huyu kwao kuna mizimu. Sasa huyu huyu anaoa huyu mwanamke, mizimu ya kwao imeweka utaratibu, kwa sababu mizimu ina kawaida ya kuweka utaratibu. Ndio maana kuna vitu ambavyo vinajirudiaga rudiaga kwenye familia zenu. Haleluya! kwa hiyo mizimu ndio inayowekaga hizo taratibu. Imeweka utaratibu kwamba huyu hatakiwi kushika hela zaidi ya laki nanielewa hataki kushika zaidi. Sasa amepambana mdada wa watu, ameuza usipa, ameuza mbosa, ameuza sijui nini, samaki. Akifika tu kwenye laki moja, matatizo. Alafu ndani yake anasema Mungu kinisaidia, nikipata mume, nipe mume mwenye hela, nipumzike. Anakuja huyu jamaa hapa, tajiri, ana vihelahela vyake Anamwoa binti na anampenda sawa, eh? Kwa hiyo anachoanza kufanya sasa, anampa laki, na mke wangu, hebu kanunue hata kitenge. Anampa laki mbili, mizimu ya hawa inakasirika, mbona anatuharibia mtu wetu? Anampa laki mbili, sisi tumeshachora mstari mwisho. Anampa laki mbili, kwa nini ampa hiyo laki mbili? naonekana wameanza mizimu sasa ya huyu inakuja kushirikiana na mizimu ya huyu, wanaanza kumpiga huyu. Ndo pale baba anaona unaharibikiwa kwa namna ambayo hata uelewi, yani mambo yako yanaharibikaje haribikaje, yani huelewi vitu vinaharibikaje haribikaje, lakini tatizo ni kwamba ni huyu mke wako uliye naye, sio kwa sababu ana matatizo a, mizimu ya kwao haitaki hicho kitu unachomfanyia. Tunaenda sawa sawa. Halafu sasa, alafu, sasa kwa sababu sasa huyu hajui, hawa wanaanza kugombana, wataanza kugombana kiasi kwamba wote hawa wanavurugika. Kwa nini? Kwa sababu mizimu huyo ina kawaida ya kuelewana, mizimu ina kawaida, kwa sababu ufalme ukifitinika wenyewe hauwezi kusimama, si unafahamu? Umenielewa mtu wa Mungu? Umenielewa mtu wa Mungu? Aya, kwa hiyo huyu amepigwa kwa sababu ya mizimu ya huyu. Sasa angalia huyu dada ameokoka lakini ameolewa na huyu mwanaume. Huyu mume wake anakunywa pombe, na Mungu anamwonyesha kwamba huyu ni mtumishi kabisa. Ndani yake anajua huyu ni mtumishi, kwa sababu akikaa nyumbani anasema, zamani mimi tulivyokuwa Sunday school, mimi ndio nilikuwa napiga maviti, yani mimi ndio nilikuwa napiga na ngoma, yani mimi kanisa ndio nilikuwa nasoma mstari wa moyo. Kwa huyu mwanamke anajua kabisa kwamba huyu ana neema ya utumishi. Huyu anaanza kuomba, Baba, katika jina la Yesu ninaua roho ya pombe na unajua huyu anasikilizwa haraka sana kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa nini? Kwa sababu huyu anamiliki huyu. Mkishaingia kwenye ndoa, mnamilikiana, huyu anamiliki huyu na huyu anamiliki huyu. Tunaenda sawasawa, sawa? Sasa mizimu ya huyu inakasirika, kwa sababu mizimu ya huyu ilimpa anywe pombe kwa sababu iliona, ili asifanikiwe, lazima tumhujumu. Tunamhujumuje? Tunampa pombe. Ndio maana nilikueleza kuna watu wanakunywa pombe sio kwa sababu wanapenda, ni kazi za mizimu. Ndio maana nikwambia kuna watu njoo nao. Haleluya kitu Mungu anafanya, alafu baadaye huyu sasa anapokunywa pombe ile mizimu anazidi kuhujumu, uchumi wake unahujumu, familia yake unahujumu. Mama anaomba, alafu mizimu inasema nani huyu ambaye anatuharibia mtu wetu? Anataka ache pombe, na huyu mwanamke sasa. Kwa sababu huyu hajui hicho kitu, yeye amenyoka tu, faya pombe, toka haya pombe toka, kwa sababu ukiwa kwenye vita lazima ujue unachopigana nacho ni nini. Ninamwombea huyu aache pombe. Je, ni nini kilichoko nyuma ya hii pombe? Kwa sababu sio kila anayekunywa pombe ni anaipenda. Wakati ukimwambia baba, nani pombe hizo acha, anasema natamani ningeacha, lakini nashindwa. Ukisikia okay, hivyo changamka, maana yake kuna kitu kiko nyuma yake ndio kinachomfanya awe hivyo na moja ya vitu ambavyo vinawetaga hiyo kawaida ni mizimu, kwa sababu pombe hajaanza yeye, mababu zake walikuwa wanakunywa pombe. Sasa hii sio laana, ni vita ya kawaida, si ndio watu wa Mungu? Kwa hiyo una, mama anaanza kupigwa, anapitia mateso ya ajabu kwa sababu anamwombea huyu. Akiacha kumwombea huyu, ana amani, kama kuuma ugonjwa unaacha anatulia. Akianza tu kumwombea huyu, kuna matatizo yanainuka. Kwa hiyo anapigwa na mizimu kwa sababu anamwombea huyu kwa hiyo hawa wote wanataka wewe salama, aishi vizuri na mke wake huyu, aishi vizuri na mme wake. Lazima hivi mnapoenda kuoana, kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa mkishughulikie. Natamani haya tungekuwa tunayasema kabla hujaingia huko. Sikiliza, kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa mkishughulikie, lazima mshughulikie kwanza mizimu, kwa sababu tunapooana inakuja na mizimu pia. Hamwendi peke yenu, na mizimu ya kwanu mnakuja nayo kuonyesha hata Yesu ni mchuzi kwamba wewe una mchuzi, unasema mimi ninamwoa huyu Magdalena, na namwoa huyu, siendi na mizimu yao, na naenda na yeye peke yake. Mizimu mtabaki huko, mimi naondoka na mke wangu, akaomba na anasema mimi na wewe huyu, sio mizimu ya kwao, tunaenda sisi wawili peke yetu. Kama hujaweza kufanya namna hiyo, nataka nikuambie hii mizimu itakuja, na hii mizimu kuna wakati itaanza kugombana yenyewe kwa wenyewe. Ikianza kugombana yenyewe kwa wenyewe, ndoa yenu haina utulivu. Ndoa nyingi hazina utulivu kwa sababu ya mizimu imegombana yenyewe kwa wenyewe. Mnanielewa kitu ninasema? Naomba mkakae. Ndio maana mara nyingi sana kwenye swala la kuoa, tuna mila nyingi ambazo hazina hata vichwa na miguu, wakati mwingine, hasa Wanyakyusa, ila sio nyie mliopo hapa kanisani, yaani mavitu ambayo hata hayana maana. Haleluya. Haleluya. Mavitu vingi yani ya kamba, ya kamba, ya kamba unatoa, ya kigingi, ya kigingi, ya kigingi ndio kinini sasa. Maana mimi niliuliza kigingi ndio nini? Yaani kile tunachomeka kwenye mlango ili kufunga ng'ombe. Kwani ng'ombe lazima afungwe mlangoni? Huyu ng'ombe anayefungwa mlangoni ni kitu gani? Ndio huyo mtu baadaye anaanza kuota ndoto, yaani nimeota ndoto nakimbizwa na ng'ombe. Ndio si mmekuja na kigingi cha kufunga ng'ombe mlangoni. Haleluya, jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Watoto wa Mungu, hivi vitu vingine hivi tuvipunguze kwa sababu havina maana. Hii hapa hii ya sijui ya bibi marehemu, hii sijui ya nani na nani, ndo hivyo sasa Unashangaa kinachokuja kutokea. Sikiliza, tukiwa Makambaku hawa wanafahamu, tulikuwa tunaomba, tuna deal na haya mamizimu, alafu ghafla hata hatujaanza maombi, yani ile nimeambiwa tu wasimame, ghafla kuna mama mmoja alisema mimi nimechoka kuteseka, yaani sitateseka tena kwenye. Ndio alikuja kutupa ushuhuda baadaye, alisema nimeteseka, inatosha, yani hapa ndio mwisho. Kabla hata hatujaanza kuomba, yule mama akatoka kule kama anazunguka kitikitikitikitikitikitikiti, yaani yeye ya mwenyewe akaja akaanguka hapa. Okay, usishangae usi ah, ah. Kuna wengine wale wanashangaa wanashanga, usishangae mwenzako ndio anatoka hivyo, sio kwamba ana ah, mapepo. Sio hiyo, kuna kitu hapo. Yule mama kagalagala pale chini, tumeomba tumeomba tumemaliza, yule mama anarudi, a, a, a, a, kesho akaleta ushuhuda. Anasema hivi, sasa sikiliza. Yale kelele anasemaje? Yanamtaja mume wake yanasema fulani Devi hatafanikiwa ha, uta utafanikiwa. Utakuja kushika hela, utakuja kushika hela, utakuja kushika hela. Kwa nini hutakuja kushika hela? Kwa sababu hukumalizia kutoa kitu fulani kwenye mahali, hukumalizia, hutakuja kufanikiwa. Mwenyekiti wa fellowship akaja wa akaniambia, akasema, mtumishi, huyu ni kiongozi mwenzangu, tunaombaga hatuelewi tatizo liko wapi, yaani hakuna kinachofanikiwa. Alikuwa na maduka ya pembejeo, hana kitu leo na hata mela yani, hawezi akafanya kitu chochote akafanikiwa. Lakini kinachompiga ni nini? mamizimu ya mwanamke.